Charles Spurgeon na Joseph Parker wote walitumiwa kwa nguvu na Bwana katika kane ya kumi na tisa huko Uingereza, na wote walikuwa wachungaji katika eneo la London. Kwa kweli walikuwa na urafiki kati yao. Kwa bahati mbaya, kadri muda ulivyopita, baadhi ya kutokuelewana eh, yalitokea kuhusu mambo binafsi na yakawatenganisha. Spurgeon hakukubaliana na Paka kuhusu kwenda kwenye maonyesho ya sinema na Paka hakukubaliana na Spurgeon kuhusu kuvuta sigara za sigara. Spurgeon aliamini kwamba muziki unapaswa kuimbwa bila vyombo vyovyote vya muziki kanisani, na Paka alikuwa na fahari sana kuhusu kinanda kipya kilichowekwa katika hekalu la kanisa lake. Kutokubaliana kwao kuliishia hata kwenye magazeti ya London, na hilo halikuwa jambo la kufu... Rahisha. Ukweli ni kwamba hata Wakristo wacha Mungu hawakubaliani kila mara kuhusu mambo binafsi, lakini baadhi ya kutokubaliana yanastahili kujadiliwa kwa sababu yanahusu masuala makubwa na muhimu. Sasa tunapoingia katika Matendo 15 leo, tutakutana na kutokubaliana mara mbili, na hebu ni kuambie, haya siyo tu kuhusu vyombo vya muziki kwenye hekalu. Haya ni mambo makubwa ambayo yangeweza kabisa kuharibu kanisa hili la mwanzo. Kutokubaliana kwa kwanza kunahusisha suala la mafundisho. Kuweka mazingira, Paulo na Barnaba wamerejea Antiokia baada ya safari ya kimisheni na kutoa taarifa hapa Matendo saa kumi na nne na madakika ishirini na saba inatuambia jinsi Mungu alivyofungua mlango imani kwa Mataifa. Waumini mataifa wanaingia wengi kanisa agano jipya, na ni kusisimua. Tatizo ni kwamba waumini wengi Wayahudi, hata hivyo, wanawaona hawa waumini wapya wa mataifa kama hawana tofauti na waongofu wa mataifa au wale waliogeukia Uyahudi. Aha, hawa wafuasi wa Mungu wa mataifa wangehitajika kutii tohara u kwa sheria ya Musa, hata kanuni za chakula uu, vikwazo. Kwa hiyo sasa, hapa katika Matendo kumi na tano tunao viongozi wa kanisa la kiyahudi wanaofika Antiokia. Tunaambiwa hapa katika mstari wa kwanza wakifundisha, isipokuwa kutahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokolewa. Naam, hapo unayo uwezi kuokolewa isipokuwa unamwamini Yesu kama Masihi pamoja na kuzingatia ishara hiyo ya agano la kale ya tohara. Acha nikuambie hii siyo swala la kitamaduni au kutokubaliana. Hili ni swala la msingi la injili na linahusu swali muhimu zaidi la enzi. Nifanye nini ili nipate kuokolewa? Na unajua hadi leo mifumo ya kidini inataka kuongeza kitu kwenye wokovu kwa neema, aina fulani ya matendo mema au toba fulani, labda ni ubatizo, labda ni wanachama wa kanisa au hata zaidi. Sasa Paulo na Barnaba wanajua janga la mafundisho litakalotokea ikiwa walimu hawa watashinda mjadala huu na kanisa likifungwa kabisa na taratibu za Kiyahudi. Kwa hiyo mjadala unaanza kwa kusema hivyo, na sasa Paulo na Barnaba pamoja na hawa wanaume wengine wanaelekea Yerusalemu. Kanisa la Yerusalemu linawapa nafasi, Paulo na Barnaba nao wanatoa taarifa juu ya kazi ya Mungu katika kuwaokoa watu wa mataifa bila tohara. Kwa njia, niseme, kuna wanaume wengine waliopo kutoka kundi la Mafarisayo Wanasimama mbele na kutoa pingamizi lao. Kwa kweli, wanasema hapa kwenye mstari wa tano ni lazima kuwatahiri na kuwaamuru waishike sheria ya Musa. Sasa Petro naye anakuja, anasimama na kuunga mkono mtazamo wa Paulo na Barnaba kwamba wokovu ni zawadi, si tuzo kwa kutii sheria ya Musa, ikiwemo tohara kwa kweli sasa petro anasimulia tukio lake la hivi karibuni pale nyumbani kwa muumini wa mataifa aitwaye kornelio tukio hilo lilitokea nyuma kwenye sura ya kumi tuliliangalia hilo sasa petro anasema hapa kwenye mstari wa nane wa sura ya kumi na tano mungu aliwashuhudia kwa kuwapa roho mtakatifu kama alivyotufanyia sisi wala hakutofautisha kati yetu na wao, kwa kuwa alisafisha mioyo yao kwa imani. Petro anaendelea kusema kwamba sheria ilikuwa mzigo usioweza kubebeka hata kwa Wayahudi wenyewe. Unajua kwa nini sasa tunataka kuiweka kwa waumini wa mataifa? Na anahitimisha hoja yake hapa kwenye mstari wa kumi na moja kwa kusema, tunaamini kwamba sisi Wayahudi tutaokolewa kwa neema ya Bwana Yesu kama vile wao yaani, watu wa mataifa watakavyookolewa. Kwa maneno mengine, wokovu ni kwa neema kupitia imani kwa Kristo peke yake. Basi baada ya hayo, Paulo na Barnaba wanaingilia hapa kwenye mstari wa kumi na mbili, wakieleza ishara na maajabu ambayo Mungu alifanya kupitia wao miongoni mwa watu wa mataifa. Kwa hiyo unaweza kuhisi jinsi mjadala huu unavyoanza kuelemea upande wa mitume. Sasa Yakobo ndugu wa nusu wa Yesu ndiye mchungaji na mwalimu wa kanisa la Yerusalemu. Sasa anasogea mbele na anakubaliana hapa kwenye mstari wa kumi na nne kwamba Mungu anachukua kutoka kwa watu wa mataifa watu kwa ajili ya jina lake. Hata ananukuu Amos saa tisa na madakika kumi na moja, kumi na mbili ambayo inazungumzia watu wa mataifa siku moja kurithi hadhi sawa na Wayahudi katika ufalme ujao wa Kristo, na kwa hayo Yakobo sasa anatoa uamuzi wa mwisho hapa kwenye mstari 19: hatuwapasi kuwapa shida watu wa mataifa wanaomgeukia Mungu. Kwa maneno mengine, tusiweke vizuizi vya sherehe katika njia ya hawa watu wa mataifa wanaokuja kwa imani katika Yesu Kristo. Sasa kwa busara, ili kuepuka unajua, or kuudhi or wa waamini wa Kiyahudi, ili kupunguza mvutano ambao ambao umeanzishwa hapa, wanaamua kutuma barua na katika barua tunaambiwa hapa, wanawahimiza waamini wasio Wayahudi wajiepushe na shughuli fulani ambazo zingewachukiza sana Wayahudi. Sasa usielewe vibaya, kujiepusha na mambo haya hakutaleta wokovu, bali kutatokeza nia njema kati ya waamini Wayahudi na wasio Wayahudi. Na Yakobo anaorodhesha shughuli hizi hapa. Sasa katika mstari ishirini, jiepusheni na vitu vilivyochafuliwa na masanamu na uasherati na vilivyosongolewa na damu. Sasa unahitaji kuelewa kwamba sehemu kubwa ya nyama inayouzwa sokoni siku hizi ilikuwa imetolewa kidesturi kwa sanamu. Hivyo kwa Wayahudi, kula nyama hii kulimfanya mtu kuwa mshiriki wa ibada ya sanamu. Vilevile vile, kula nyama mbichi ambayo haikutolewa damu, hilo lilikuwa jambo la kukera kwa Wayahudi na wakaomba kwamba watu wa mataifa pia waepuke hilo kwa wema. Sasa kuhusu uasherati wa waumini wa mataifa, wanahimizwa unajua, kusafisha maisha yao na kutakasa mahusiano yao na kujizuia na ngono hadi ndoa, na na hilo bila shaka ni amri kwa sisi sote. Sasa barua hii kimsingi inauliza maswali mawili kwa waumini wapya wa mataifa. Haya ndiyo maswali: kwanza, ni nini katika mtindo wako wa maisha kinaweza kumkera muumini mwingine? Na ni nini kuhusu mtindo wako wa maisha kinaweza kupingana na ujumbe wa injili kwa wasioamini wa? Unajua, hayo ni maswali mazuri ambayo tunapaswa kuyajibu pia leo. Sasa huo ulikuwa mgogoro wa kwanza na uamuzi hapa katika Matendo sura ya 15, na, na, na ulikuwa juu ya suala muhimu sana la mafundisho. Sasa tunakuja kwenye mgogoro wa pili, na huu ni juu ya suala la huduma, siyo la mafundisho, lakini bado linagawanya watu. Lo, ngoja nikupe historia hapa. Ni nini kinatokea? Paulo na Barnaba wanapanga safari yao ya pili ya umishonari. Barnaba anataka kumchukua binamu yake Yohana Marko tena, Paulo hakubaliani. Unaweza kukumbuka Marko alikuwa ametupa taulo, aliwaacha katika safari yao ya kwanza ya umishonari, aliwaacha katika hali ya kutatanisha, na kwa Paulo, yeye hategemeki, hafai, shida, na hapaswi kuruhusiwa kuja. Naam, Barnaba anataka kumpa Marko nafasi nyingine Amesadiki kwamba marko ametubwa, amekomaa, lakini paulo hatayumba. Vema, matokeo yake ni mgawanyiko wa bahati mbaya. El, na nina hakika uliingia kwenye magazeti karibu na eneo lao. Hakika ilijulikana ndani ya kanisa kwa ujumla. Kwa kweli mstari wa 39 unasema walikuwa na mabishano makali kiasi kwamba wakatengana. Na Barnaba akamchukua Marko akaenda naye Kupro kwa meli, lakini Paulo akamchagua Sila na kuondoka, akapitia Siria na Kilikia akilitia nguvu makanisa. Sasa, ingawa naamini kwamba watu hawa walipaswa kufikia aina fulani ya makubaliano katika mpango wa Mungu. Unajua, mabishano haya yaliunda timu mbili za wamisionari badala ya moja. Mabishano yao hayakuwa ya mafundisho. Yalikuwa ya kibinafsi, kama vile spodion na paka walivyobishana kuhusu sigara na vyombo vya muziki kanisani. Kweli, wao waliona mambo kwa mitazamo tofauti tu. Kwa kusema kweli, walikuwa wanawaona watu kwa namna tofauti. Nadhani tukikutana na Paulo tungegundua alikuwa mtu wa kuona mambo kwa weusi na weupe, alikuwa mtangulizi kila kitu kwake kilikuwa ama sahihi au si sahihi. Barnaba yeye ni mtu mwenye neema anayejenga madaraja, na alitaka kumpa Marko nafasi nyingine. Haya basi, hii ndiyo mara ya mwisho katika Agano Jipya Barnaba anatajwa, lakini msimamo wake wa kutomkatia tamaa Marko utaleta matunda. Kwa kweli, miaka mingi baadaye mtume Paulo alipokuwa anaandika barua yake ya mwisho kwa Timotheo, alimwambia Timotheo aende akamlete Marko mahali ambapo Paulo alikuwa chini ya eh, kifungo cha nyumbani. Na Paulo aliandika maneno haya katika 2 Timotheo sura 4 na madakika 11. Marko ni muhimu sana kwangu kwa huduma. Naam, unajua nini, Marko alikuwa na dhamani ya nafasi ya pili baada ya yote ah, na Paulo anajua kwa jinsi anavyomwandikia Timotheo ya kwamba kanisa limesoma kitabu cha Matendo na sura hii mahususi, na, na anajua aha, ya kwamba kanisa linajua yote kuhusu kutoelewana kwake na Barnaba juu ya Marko. Sasa basi, karibu na mwisho wa maisha yake, Paulo anataka kuweka mambo sawa na kuiambia kanisa kwa ujumla kwamba Marko basi ni mtumishi mwaminifu na mwenye dhamani wa injili baada ya yote. Na kwa njia, usisahau Marko ndiye mtu atakayekwenda kuandika injili ya Marko ambayo imebariki kanisa hadi leo hii. Sawa, hatuna wakati wa leo. Hata tutakaposafiri tena, wapenzi, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.